Barabara tumefanya kazi kubwa sana ya ujenzi wa barabara, na kwenye eneo la barabara ziko barabara kubwa sana ambazo zimejengwa na zimegharimu pesa mengi. Baadhi ya miradi mikubwa ya barabara ambayo inatekelezwa mkoani Kagera ni pamoja na daraja la Kitengule lenye upana wa mita 140 na moja barabara unganishi kwa wilaya za Misenyi na Karagwe zenye urefu wa kilomita 18 ambazo zinajengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 31.5. Lakini tuna ukarabati wa, wa barabara ya Lusahunga Rusumo kilomita 92 kwa kiwango cha lami kwa gharama ya bilioni 153.5. Lakini tuna ujenzi wa barabara ya Bugene Kasulo Benako Kumnazi yenye urefu wa kilomita 128.5 kwa gharama ya shilingi bilioni 92 lakini tuna upanuzi wa barabara ya njia nne na mishenye bandarini Bukoba mjini kwa gharama ya bilioni tano nukta tatu na tuna ujenzi wa madaraja makubwa matano ambayo ni kanoni Bukoba mjini Kenya na anafikia tena Bukoba vijijini, lakini tuna kameshango na kelebe Muleba, na kazi zote hizi zinaendelea vizuri sasa tunapozungumzia barabara na kwa wale ambao wamewahi kufika Kagera wakija watakubaliana na mimi kwamba barabara zinajengwa kila mahali, kumechimbwa, na greda yako kazini, wakandarasi wako kazini. Hili jambo halikuwa jepesi. Katika kipindi hiki tu kifupi, mkoa wametokea takriban trilioni moja nukta moja kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo. Pia tunapokea fedha za ruzuku za uendeshaji wa shule kwa kwa, kwa mwezi kila mwezi tunapokea kwa ajili ya wa wanafunzi wote hao, ndio wataji. Tumeongezewa walimu, tumeongezewa vitabu na vifaa vingine vya kujifunzia na kufundishia. Haya ni mafanikio pia makubwa sana, na kuweka block funds za vijana kuwarudisha kwenye kilimo ambapo wanazalisha kahawa wanazalisha ndizi na maharage na mazao mengine. Kwa hiyo shamba namba moja ambalo linapatikana